Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, pasina shaka upo salama kabisa. Tangu Oktoba 29 mwaka huu, ambapo tumeshuhudia taifa la Tanzania likifanya uchaguzi wa kuchagua madiwani, wabunge, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo rais mteule Dr. Samia Suluhu Hassan aliibuka kidedea kwa ushindi wa asilimia zaidi ya 97 lakini siku ya uchaguzi tulishuhudia maandamano makubwa yakitokea Tanzania pamoja na vurugu zikitokea Tanzania, na idadi kubwa ya vijana wa Kitanzania wamepoteza maisha, wengi wao pia wakijeruhiwa, na vijana wengine zaidi ya mia sita kutoka maeneo mbalimbali au kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania wameshtakiwa kwa makosa ya uhaini. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT limetoa wito kwa serikali kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa Kitaifa na utengamano wa kijamii ambapo pia limeitaka serikali kuwatendea haki raia wote waliopoteza maisha au walioathiriwa katika maandamano yaliyozaa vurugu wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa KKKT Askofu Alexi Marasusa, ikiwa na kichwa cha habari neno la KKKT kuhusu matukio ya wiki ya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025. Kanisa hilo limekwenda mbali likisema matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa yeyote hayawezi kuleta baraka, kubainisha kuwa neno la Mungu linaonya, hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu, tena wenye haki wakiwa na amri watu furahi. Wito huo wa KKKT unakuja siku tatu baada ya Kanisa Katoliki Tanzania kulaani mauaji na matumizi ya nguvu dhidi ya wananchi wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, huku wakitaka kufanywa maombi, kujitathmini kama taifa na kusisitiza amani itakayozingatia haki ambapo walitoa kauli hizo katika misa za kuwaombea waliowasilika na vurugu hizo za Oktoba 29, yaani siku ya uchaguzi na kuendelea, lakini pia wakiwamo waliopoteza maisha katika matukio hayo. Tamko hili la kanisa la KKKT linakuja pia siku moja baada ya Umoja wa Mataifa UN kutaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi kufuatia mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu. Katika taarifa hii ambayo imetolewa na kanisa la KKKT, nitakwenda hapa kuisoma mwanzo mwisho, lakini pia ratiba ya kuwaombea wote waliopoteza maisha, lakini pia wale ambao kwa namna moja ama nyingine walijeruhiwa kutokana na vurugu ambazo zilitokea Tanzania. Neno la KKKT kuhusu matukio ya wiki ya uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba mwaka 2025. Ndugu wapendwa, ninawasalimu katika Yesu Kristo. Nchi yetu imefanya uchaguzi mkuu wa taifa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sote tunakumbuka kuwa siku hiyo na siku zilizofuata, Nchi yetu imepitia hali ngumu ambayo haijawahi kutokea katika historia yake. Palitokea vurugu zilizosababisha upotevu wa maisha, ulemavu na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Hakuna sababu yoyote inayotosheleza kueleza upotevu, maisha na uharibifu wa mali. Baadhi ya familia hazijaweza hata sasa kuwapata ndugu zao waliouawa wakati wa vurugu hizo ili kuwafanyia mazishi kwa utaratibu wa kijamii na kiibada. Hali hii imeacha jamaa mbalimbali mbali katika simanzi kubwa ya misiba na maombolezo yasiyoelezeka. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limeguswa na kuumizwa sana na matukio hayo yasiyokuwa ya, ya, ya kawaida. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kama sehemu ya jumuiya ya Kikristo Tanzania na kanisa la Mungu kwa upana wake linaungana na watu wote wenye mapenzi mema kwa nchi ya Tanzania. Hivyo KKKT linaazimia mambo yafuatayo: kwanza, limehuzunishwa na kusikitishwa na matukio haya yaliyokosa utu, heshima na thamani ya binadamu. Kanisa linakemea matukio hayo yanayomchukiza Mungu. Namba mbili, kutoa pole kwa jamii na familia zilizopoteza wapendo wake kwa kuuawa au bado hawajapatikana bila maelezo ya kuridhisha. Namba tatu, kutoa pole kwa uharibifu wa mali za umma na za binafsi uliofanyika. Namba nne, kuwaombea wapiwa wote, majeruhi, watu ambao bado hawajapatikana na wanaoshikiliwa bila hatia. Namba tano, kuomba toba na rehema kwa Mungu ili nchi yetu iliyoshuhudia umwagaji wa damu za watu ipate kuokolewa dhidi ya ghadhabu ya Mungu juu ya chukizo hili na ipate neema ya kurejea katika amani. Waebrania 4 mstari wa 16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kuanzia siku ya Jumatatu hii, ikiwa ni a, kuwaombea familia zilizopoteza wapendo wao, maombi ya siku hii yaongozwe na wanawake. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na walipo waliopondeka roho huwaokoa. Zaburi 34, mstari wa 18. B. siku ya Jumanne, kuwaombea majeruhi wote. Maombi ya siku hii yaongozwe na vijana. Maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Yeremia 30 mstari wa 17. C. siku ya Jumatano, kuomba kwa ajili ya viongozi na mamlaka za serikali. Mungu awape hekima na moyo wa toba. Maombi ya siku hii yaongozwe na wanaume. Basi, kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika, ut, katika utawala wote na usta Hivu. Timotheo mbili mstari wa kwanza mpaka wa pili. Li, Alhamisi, kuombea amani ya nchi hasa vyombo vya ulinzi na usalama. Maombi ya siku hii yaongozwe na vikundi vya kwaya. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wa kuupendao. Na amani ikae ndani ya kuta zako, kufanikiwa ndani ya majumba yao Zaburi mia moja ishirini na mbili mstari wa sita, mpaka wa mpaka saba. Kipengele hii siku ya Ijumaa kuombea kanisa pamoja na vyombo vyake. Maombi ya siku hii yaongozwe na vikundi vya feloshipu. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule, navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo— Wakorintho moja kumi na mbili aya ya kumi na mbili. Kipengele eu, siku ya Jumamosi kuombea vyombo vya utoaji haki katika nchi hasa mahakama. Maombi ya siku hii yaongozwe na vikundi vya jumuiya. Wito kwa serikali na vyombo vyake. Moja, kanisa linatoa wito kwa serikali kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa kitaifa na utengamano wa kijamii. Mbili, kanisa linatoa wito kwa serikali kuwatendea haki raia wote waliopoteza maisha au walioasiliwa. Tatu, kanisa linakumbusha kuwa matumizi ya nguvu ya kupita kiasi kwa yeyote hayawezi kuleta baraka na neno la Mungu linaonya kuwa hasira ya mwanadamu haitendei haki haitendi haki ya Mungu Yakobo moja, mstari wa ishirini, tena wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, misari 29:2a. Mungu ibariki Tanzania. Imetolewa na kusainiwa na Askofu Dr. Alexi gehazi Malasusa, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Hii ni taarifa ya kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ya kufuatia uchaguzi na matukio yote yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Kubwa tochemoni yako, lakini pia endelea kutufuatilia kwa taarifa pa mbalimbali.